Correct. Uh, vile umeeleza mwenyewe hapa Ukambani, ni kweli tumeelezwa na wananchi wa hapa. Kwa maoni yao, ile kitu wangependa iwe kipaumbele ni mambo ya maji. Waliniambia mambo ya Ukambani ni matatu, wanataka kewo, wanataka maji and they want water na iliambiwa hivyo ati haya ndio mambo matatu ya Ukambani, na mnakumbuka nafikiri, ilikuwa eh, 2018, 2019, nilifika pale Makueni wakati tulikuwa tunaanzisha damu hiyo ya Thwake, na nikaja pale na hundi ya kwanza ya milioni mia tisa ya resettlement ya mahali pale wananchi walikuwa wanaishi mahali ambapo tungetaka kutengeneza hiyo damu ambayo imetengenezwa sasa. Tangu wakati ule tumejenga hiyo damu, tumekuwa na matatizo kidogo ya mambo ya eh, fedha, na kufikia mwaka wa 2022 eh, ilikuwa sasa imekwama kidogo, kwa sababu pesa ziliisha na damu hii kuwa imekamilika so ndio hapo nikaenda nikaongea na watu wa Africa Development Bank ambao walikuwa wanatusaidia eh, sehemu ya eh, pesa ya kutengeneza hiyo dam, na sasa wamekubali. Tumefanya eh, discussion, tumejadiliana, tumekubaliana tarehe kumi mwezi ujao ndio wanafanya board ya Africa Development Bank, na wamenihakikishia ya kwamba Um, watapitisha pesa bilioni 9.3 9.3 billion sasa ambayo itatusaidia kukamilisha ile damu kabisa, na ndio nilikuwa nasema pale um, Makueni jana kwamba damu ya Thwake ndio itakuwa damu kubwa zaidi kujengwa katika taifa la Kenya na gharama yake sasa itakuwa imefikia bilioni 55 Tukishafanya hiyo uh, uh, program ya mwisho, na hiyo maji itafikisha maji kwa watu uh, wa Makueni, itafikisha maji kwa watu wa Machakos, na itafikisha watu, uh, maji kwa watu wa hapa Kitui. So it's among the biggest programs that we have. Ile kitu ninaanza kufikiria sasa ni kule kusambaza maji tukishamaliza next year, na nimeanza already program ya kufikiria vile tutaweka mifereji ndio iweze kufikia hawa wananchi.